Swali la kwanza ni la mafao kwamba yanachelewa. Ili nataka ni waahidi kwamba tutakwenda kuzungumza na wenye mafao ili waharakishe. Maana kama una haki upewe, kama inaonekana ni NSSF, kwa hiyo tutamwambia waziri anayehusika na NSSF kwamba huku tumekuja tumepata malalamiko ya wazee wanacheleweshea mafao yao tutaenda kufikisha rombi na kusimamia ili mwakisha mafao yanafaa nini yanafika kwa wakati. Inataka nataka niwaahidi kwamba tutakwenda kuzungumza na wenye mafao ili waharakishe, maana kama una haki upewe. Kama onekana ni NSSF, tutamwambia ni ni waziri anayehusika na NSSF kwamba huku tumekuja tumepata malalamiko ya wazee wanacheleweshea mafao yao viwango vya riba katika mikopo bado viko juu sana, ukilinganisha na pensheni ambazo wanazopata, nani hao wastaafu. Kwa hiyo wanapokopa, wanakuta ile riba inayotolewa inakuwa bado iko kubwa, basi tungeomba riba iweze ikapunguzwa, walau ifikie hata kwenye asilimia tisa. La tatu wa, kuna wastaafu wengine mpaka hivi sasa hawajapata fedha za mizigo yao. Yani wameandikiwa likizo, yani likizo ya kustaafu na wameondoka sasa, na siku ya kuistaafu inkushafika, matokeo yake zile pesa wanakuwa bado hawajazipata. Hebu makamu mwenyekiti kite, hatufikishie salamu kwa wale wastaafu waliostaafu wa kidogo, ma, mafao yao ya kauya, wengine wanahangaika kweli. Sasa nikasema jamani, mji wa romu nimegundua kawiki kinatija kwa sababu kimejumuisha wazee wa kada zote, sio na, na, na, wazee sio wazee wote wa CCM, wazee wengine ni wazee wa vyama vingine vya upinzani. Katika mazungumzo yetu mle ndani, mzee wa maana mzee Wasira kama mwenyekiti wa chama ametuwasa, ame wazee, tuendelee kukienzi Chama cha Mapinduzi, lakini pia tuzingatie, tuzingatie maadili kwa vijana wetu na, na mwisho wa siku tunapoenda kwenye, kwenye uchaguzi mkuu basi tuangalie chama ambacho kinahubiri amani.